Naam, asante sana kwa kuendelea kutizama jukwaa la afya. Leo hii tukiwa tunaangalia huduma za dharura, na kama kawaida ndani ya jukwaa la afya tunawashirikisha wenzetu ambao wako mashinani. Hivi sasa naarifiwa kwamba Boniface Barasa yuko tayari kusema nasi akiwa kule Samburu. Kwako Barasa. Na asante uh, sana Mwanamisi Amadi, tunakuja moja kwa moja toka gatuzi la Samburu. Tumejenga hema uh, ama kukita kambi katika maeneo haya kusemezana na wakazi wa gatuzi hili ili kubaini kama kweli una ufahamu kuhusiana na huduma ya kwanza, na wao kama Wakenya wanapojipata kwenye hali hiyo, wanapitia changamoto gani wanapohitaji huduma ya kwanza. Mwanzo utajitambulisha na wewe kama Mkenya na Wakenya wengine ambao umeona, mnapitia shida gani ama changamoto gani mnapohitaji huduma ya kwanza na kwanza, unafahamu huduma ya kwanza ni nini? E, mambo ni mengi ambayo hutendeka na tumekuwa na mikasa mingi hapa na pale, lakini watu wengi hawaelewi maneno huduma ya kwanza ni nini. Ya kwanza tumeona mikasa mingi ikifanyika, watu kwa moto magari yakianguka, vitu kama hizo. Na watu nafikiri serikali kala kama ingefanya hivi, ijaribu kuhamisha kuwahamisha watu kuhusu huduma ya kwanza ili waelewe jambo anaozofanya jambo likitukia la dharura kuhusu maisha ya binadamu mwenzake kwa sasa, kwa vile watu waelewe. Sijui, tumeona mara mingi mikasa ikitokea, tunaona watu wa Red Cross ndio huwa na wana watu wa kwanza kufika kwenye huduma kama hiyo, lakini kama Red Cross, kama places like here in Samburu, kuna huko interior mambo yanatendeka, watu wanapigana, wana, wana na saa zingine unakuta kuwaleta mpaka hapa ni shida. Kwa hivyo kuna njia mingi ambayo watu wangefaa, serikali ingefaa iwasaidia watu waweze kuelewa. Mbye, unafahamu idara ambazo zinapaswa kutoa huduma ya kwanza na pili Ee, mnapitia changamoto gani kama Wakenya mnapojipata katika hali ambayo mnahitaji huduma ya kwanza na hamna ufahamu wa kutoa huduma hiyo? Tunataka serikali ifanye, sawa, uhamasisho ianze, kuamusha sana kusaidia, sawa, na Kenya wapate kurudisha, kuja kufunza watu Hizo hizo vile vile vile watakuwa wanafanya fast na na na kusaidia kusaidia watu at least. Sasa serikali ifanye juhudi zote especially Samburu, hizi hizi au station za nje nje, kwa sababu hapa hapa hapa na pale, mtoto mtoto unakuta unakuta unakuta mtu mtu mtu mtu mtu mtu mtu mwingine mwingine depression, hata hata town mahali anaumwa na wapi hizi, kama hizi malaria nini at least tunataka tuone at least, hata kama kama kuna nyumba inachomeka ghafla, hizo manyumba zinaanguka, maji ndio hii inachukua watu, kama juzi hapa maji mvua inanyesha, hatuoni usaidizi wote. Tunataka sasa serikali ingie ndani na ichukue mikakati isaidie Wanakenya, especially Samburu. Asanteni. na Mwanamisi Amari, umepata kusikiza kauli za wakazi wa gatuzi la Samburu wakiibua kuhusiana na ambao wanajipata mautata ambao unawateka nyara aa, pindi tu wanapohitaji huduma ya kwanza a, na wangetaka hasa hamasisho ya kutosha kutolewa kwa kazi ili kubaini ni kipi wanapaswa kufanya wanapojipata katika utata huo, e, hasa wanaposema kwamba wakati huu, wakati mvua inaendelea kushuhudiwa, wangetakiwa kufunzwa kupiga mbizi, wajua wanaokoa vipi maisha na wanaokoa vipi maisha. Mtu yeyote yule anahitaji huduma ya kwanza kabla kufikishwa hospitalini ili kupata gangaganga za matabibu Mirusu, ni rusu ni tie kikomo nam. Asante sana, mwanahabari wetu chipukizi huyo, Bonfas Barasa akiwa Samburu, wamezungumzia sala la kutaka serikali iingilie sana, lakini pia tunashukuru kwamba mbali na serikali mashirika kama Red Cross yamekuwa kwa miaka mingi na hivi sasa mnaadhimisha miaka mingapi? Tunaadhimisha miaka sitini tangu tuanzishe hii huduma ya kusaidia, kusaidia, Uh, kusaidia Wakenya wote sawa sawa. Okay, no. Ah, limeibuka pale swala la watu pengine kuzama maji mm -hmm. na ile huduma ambayo inastahili kutolewa pengine kwa haraka haraka tu maanake mm -hmm. saa hizi mafuriko ni mengi. Kweli. pengine mtoto atakuwa anatoka shule, ukifanya hivi anasombwa na maji, unastahili ufanye nini ili uweze kumwokoa na wewe ambaye unakwenda kumwokoa usihatarishe maisha yako. Kweli. ama umekwenda kwenye pengine kwenye ki kidimbwi cha kuogelea tu, unamwona mtu anatapatapa, ni vitu gani vya kwanza ambavyo nastahili kufanya? Asante sana, nimesikia huyo uh, amesema kwamba yeye anatoka eneo la Samburu mm -hmm, na katika shirika letu la Msalaba Mwekundu tuko katika kaunti uh, zote arobaini na saba mm -hmm. So ukitaka hii um, um, mafunzo ya huduma ya kwanza itapatikana, wewe tu tembea katika hizo ofisi na utapata hayo mafunzo mm -hmm. Ameongea kitu ya maana sana kulingana na um, hali ilivyo umu nchini kwa sababu sasa hizi tunaangalia tuko katika ile hali ya, ya, ya mvua na unaweza pata unaweza kuwa na mafuriko mm. So ile kitu ya kwanza unafaa kufanya, kitu ya kwanza wewe ukuwe kwa na ujuzi wa kusaidia huyo mwenye ameumia ama huyo mwenye anaathirika. Usipokuwa nayo ujuzi, uenda pia wewe ukakuwa eh, mwathiriwa, mwathiriwa. Mm. So ile kitu tunasema kitu ya kwanza ukiona mtu pengine ako majini pale so kumaanisha yale maji yamemzidia mm. So kumaanisha wewe kama haujui kuogelea so haufai kuingia kwa hayo maji mm -hmm. So kuna ile kitu tunasema ujaribu kwa umrushie kuseme kama kamba ama mti, ili uweze kumvuta mm -hmm. na kama hiyo hauna sasa, ile kitu ingine utafanya aa, ni kuitisha usaidizi wa wale ambao wanaweza ingia ndani, lakini usihatarishe maisha yako kama hauna ujuzi mm -hmm. ile kitu tunasema muweze kupata haya mafunzo ili muweze kufanya hiyo uh, huduma ya kwanza ipasavyo. Okay. Sawa sawa, Benjamin, wewe umebobea sana katika uh, masala ya mafunzo upande wa moto. Mm. Kuna mtu hapa ameuliza, je, iwapo nitapata uh, dharura ya moto wa gesi, kitu cha kwanza nastahili kufanya ni kipi? Mm. uh, swali mzuri hilo na kwanza huwa tunafunza kitu inaitwa prevention ama kuzuia kabla ni kuja hata kujibu swali la gesi ikishashika moto afanyeje, mm. Tunahimiza sana watu waangalie mambo ya usalama katika mambo ya gesi, mm -hmm. Namaanisha nini? Kwa mfano hata ile leakage inatoka wapi, uangalie yo leakage, ama ufujaji unatoka wapi. Sana sana huwa tunasahau ile pipe ya gesi kuiangalia vizuri, hali yake, hata mara ya mwisho ulipoiweka hata ujui umeiangalia mara ya mwisho lini. Na ile ni pipe ambayo inafaa kuangaliwa uh, mara moja kwa mwaka kama sio mara mbili vile uangalie vile, hata hiyo regulator yake hali yake iko vipi, na kwa jumla hata system yote yako ya gas unaiangalia ili uhakikishe kwamba iko sawa, maana unaangalia zile vitu ambaye zinaweza leta ufujaji na unazi shughulikia kwa muda mzuri mm. Wakati mwingine pia hata gas ikiisha, ikiletwa, tuseme kwa mfano imeletwa na pikipiki mm. Sijui ni wangapi, ungoja kwanza itulie ama wanaiconnect mara moja na wanaanza kupika? Wow, inafaa itulie mwanzo. Kuna umuhimu wa kuitulia kama dakika ngapi? Tuseme hata tano kumi hivi mm -hmm. Itulie tu kabla ufanye connection na uendelee na upishi mtu ana haraka anaona gesi labda e, <laughs> ilikuwa katikati ugali pale, unasema itaharibika na utapoteza unga uh -huh. Afadhali upoteze huyo unga kuliko kuliko kupoteza mali yote hmm. na maisha hmm. Kwa hivyo unaipatia dakika tano kumi hivi itulie kila uconnect ukisha connect uendelee na upishi. Lakini kuna wengine, mtu akikuletea gesi anataka aitest hapo hapo kama mm. yafanya mm -hmm. E, mambo ya usalama tunasema usikimbilie kuconnect mm. ipatie muda okay. maana ujue imekuja ikirukarukishwa na pikipiki. Director auliza e. na akikonecti akikosa kuwasha aconnect tu, Uh, unajua wakati ushafinyilia ile regulator pale mm, na ume connect, mm. Sasa already imeshaanza kuflow, i imesha anza, mm. imesha anza kuflow, na katika masomo mengine ile tunasema ya kindani ya moto mm, hii mtungi ya gas huwa tunasema kuna kitu tunaita blev. Mm. B for boiling, L for liquid, E for expansion na V for vaporizing, na cha mwisho kile kinabaki ni explosion. So katika hii mitungi ya gas watu lazima wajue kuna zile vitu tunaita dynamics mingi ambazo sisi kama laypersons ama wale tu watu wa kawaida hatufahamu. Hmm. Na safety standards zinasema kwamba wewe usikimbilie kuconnect na uipatie muda kidogo, mm -hmm. Alafu ndio ufanye connection, alafu uendelee na upishi wako. Ile pipe, pipe ya mm -hmm. gas mm -hmm. sijui ni watu wangapi uiangalia, mm -hmm. uh, at least mara moja kwa mwaka. mm -hmm. Maana unajua hata sheria inasema hatufai kukaa na gas ndani ya nyumba gasi mm -hmm. Inafaa kuwa nje ya nyumba, lakini tunaelewa miundo msingi ya manyumba zetu sahi ni ngumu kuwa na hiyo mambo ya gas nje ya nyumba mm -hmm. Kwa hivyo wakati uko na gas ndani ya nyumba, shughulikie hizo vitu vidogo vidogo ambavyo tumevitaja kuhakikisha kwamba mm -hmm. you are safe number 2 mm -hmm. Swali lake ni kwamba ikishika moto nifanyeje? mm -hmm. Jambo la kwanza, nyumba wacha hata gas chochote, mambo ya moto kama ni ndogo, unaweza kucontain kuna vifaa vya fire extinguisher ambayo unafaa kuwa nayo pale nyumbani. mm -hmm. Uchukue uzime ile moto, ikiwa tu hali ndogo sana ile tunaita infancy stage ama ignition stage. mm. Kama imezidi hiyo stage, hakuna cha kufanya pale, ni utoke nje uokoe maisha kwanza, na utoe kila mtu ambaye aliye kwa hiyo nyumba nje maana hiyo ishapita kiasi, kile tunaweza sema wewe unaweza sasa zima. mm -hmm. Tunasema maisha ni muhimu kuliko mali, mali. Mm. Mm. So fire extinguisher ni muhimu watu wakuwe nayo kwa nyumba, na ziko aina nyingi, na ile unaweza kuwa nayo kwa nyumba ni carbon dioxide CO2 tu, unakaa nayo pale jikoni, na ile tunaita fire blanket tunakaa nayo pale jikoni. Kama ulikuwa unapika na mafuta yameruka ndani ya, ya moto unafunikia tu ile moto. Na unakumbuka, tukiwa wachanga, wakati tulikuwa tunakua, ukichukua mshumaa wakishe alafu ufunike na glass, hiyo mshumaa inafanya ni? Inazima, mm. Maana hakuna oksijeni ya kusupport ile moto, mm. Kwa hivyo ukishafunikia moto pale na ile fire blanket already umeinyang'anya ile oksijeni, kwa hivyo haitaweza kuendelea kuwaka, itazima. Kwa hivyo vitu viwili ambavyo tunafaa kuwa navyo kwa nyumba ni hiyo fire blanket hapo jikoni na ile carbon dioxide hata kama ni ya kilo mbili, na mashirika ni mengi ambayo yanauza hizi vitu. Kwa hivyo unaweza watafuta na utaonyeshwa kale kadogo tu kitu ambaye ni rahisi kushika mm -hmm. Na kutumia awe nani ama nani. Kwa faida ya mtazamaji, pengine inakuwa na kama gharama ya pesa ngapi kama hiyo ya kilo mbili kwa mfano haiwezi zidi elfu sita elfu saba mm, na ni kitu ambacho kitakusaidiana ni kitu eh, kitakusaidia mm. maana hata ukiangalia huwa anaambia watu kwa mfano ukiangalia elfu saba, sita na ile mali ambaye iko kwa nyumba yako huwezi kufananisha lakini hizi fire extinguishers zina expire sio ku expire uh, haswa mm lakini zinahitaji maintenance na ile servicing. Mm. Hata kisheria lazima ziangaliwe mara moja kwa mwaka, okay. So si ku expire mm -hmm. Ni kuangalia hali ya mtu. Manake wengine walikuwa na hofu, wasema mm. Mtu nanunua kisha kila mwaka niwe na, na stahili kubadilisha ni nunuwe tu elfu sita elfu sita na sijaitumia, maana hata mazingira pia wakati mwingine hufanya zile vitu kwa njia ingine au nyingine zina feili wakati unazihitaji. mm -hmm. kwa hivyo zikiangaliwa mara moja kwa mwaka au mara mbili kwa mwaka ni kumaanisha kwamba ziko katika hali ya ukivihitaji zitakusaidia. Haya, sasa tunazungumza kuhusu huyu ambaye hawezi kugharamia ama kumudu, mm -hmm. gharama ya kununua fire extinguisher, mm -hmm. hawezi kununua hiyo fire blanket, mm -hmm. dharura ikitokea moto afanyeje? E, vile vile fire blanket inategemea na size kunazo hata za elfu tatu, elfu ine, inategemea. Hata ukiingia mm -hmm. supermarket yoyote ile, utazipata pale. Na, ni swali mzuri umeuliza. Siwezi kuafford, hizi fire extinguisher na fire blanket, mm -hmm. nifanyeje? Hii <coughs> mchanga tu ya kawaida ya kujenga, mm -hmm. sand soil, mm hii -hmm. yenye tunatumia tu kwa mjengo. Weka kwa karai, mm -hmm. ile bucket. <coughs> eh, katika somo la fire, tunaita fire bucket. Mhmm. Ukisha weka tu, Uiweke mahali tu strategic kama ni jikoni ama pale sebuleni ama nje ya mlango pale. Na moto ukitokea, uchukue ile ndoo ama bucket ya mchanga, urushe pahali moto unatoka. Already umeinterfere na ile chemical reaction, na ule moto utazima, mm. So kunavyo vitu ambavyo havina ile tunaita low cost. mm -hmm. Vitu ambavyo havina gharama kubwa, mchanga ikiwa moja wapo. Kwa hivyo huwezi kununua fire extinguisher ukaiweka nyumbani, tafuta ndoo yako beseni lako, tia mchanga basi. utakusaidia wakati wa dharura na, na wakati unapokwenda pengine gesi ndio hiyo inawaka mm. Ile ndo unakuja una mimina tu yote, ama unachukua polepole kuweka? Chukua tu mimina yote pale, hauna wakati mwingi wa maana, ile ni moto na ile ni hatari mm. mahali moto huko, chukua ile mchanga rushia mwak tu mara moja mm. kisha uende kwa sosi ya gas, kama ni nob ilikuwa imeachwa wazi, ufunge. mm -hmm. kama inatoka pale kwa sosi ya regulator, u -disconnect na utoe ule mtungi uweke nje na ufungue milango na madirisha ili hewa safi ingie katika ile nyumba at least utoe ile gas ambayo imejaa katika environment ya nyumba. Okay, asante sana. Natumai mtazamaji wetu ambaye ulikuwa umeuliza swali hilo umefaidika na wengine pia wamepata faida kutokana na jibu hilo. Aa, Sammy, nikija kwako. Na. Aa, tukianza hapa Benjamin ametueleza zile hatari ambazo zinatokana nyumbani na namna ya kuzidhibiti. Nge. Tuseme katika mazingira ya kazi, mm -hmm. Ni hatari zipi ambazo mara nyingi hujitokeza, mm -hmm. na watu wanastahili kufanya nini, iwapo utamwona mwenzao pale amepatwa na dharura kama zile. Kweli. Uh, ukiwa kazini, um, hatari ni mingi na hizi hatari eh, husababishwa na vile ambayo mazingira yako imeundwa. Kwa mfano, uh, unafanya kazi hapa, kitu ya kwanza tunaangalia unakaa vipi, kiti yako iko sawa, deski yako iko sawa, unatumia kompyuta for example, so kumaanisha haya mambo yote yanaweza kuathiri wewe eh, kama mfanyakazi Ukitumia kompyuta inaweza inaweza haribu macho yako, ukitumia kwa muda mrefu. Ile kiti ambayo unakalia inaweza fanya uti wa mgongo wako uume, kwa sababu haijatengenezwa kulingana na ile posture ya mwili wako. Uh, pia kunaweza kuwa na hali ya, ya hewa. Ukiwa na hewa chafu kazini inaweza pia eh, watatiza wale wafanya kazi pale, kwa sababu ukivuta kifu, ile hewa chafu inaweza eh, sababisha eh, madhara ya, eh, ya mapafu. Ah uh, pia tuko na ile kitu tunaita lifestyle diseases. Na hizi lifestyle diseases ndio ukiangalia statistics ya zimeongezeka sana. Mm -hmm. Kwa mfano, ehm um, baadhi ya hizi lifestyle diseases tunaweza zipatia majina kama diabetes mm -hmm. ama diabetes type 2, tuko na magonjwa ya moyo, mm -hmm. uh, na usababishwa na nini? Usababishwa na ile kazi ambayo tunafanya. For example, kama wewe ni mtu ambaye haufanyi uh, mazoezi na pengine wewe kazi yako kupanda gari eh, kufika ofisini kukaa, sio kumaanisha eh, mwili, mwili wako haina ile tunaita uzoefu wa damu kukimbia haraka sana ndio hmm. iweze kukuweka ukue fit hmm. so utapata ita, uh, over the years itakuletea haya magonjwa ya, ya moyo uh, na haya magonjwa ya moyo eh, yanaweza yanaweza zuiwa na ukif, ukikula chakula mzuri ama ile tunaita well balanced diet na kufanya zoezi. Wengine wetu tuko na magari, utapata haufanyi zoezi hata dakika moja, kwa sababu zoezi inaweza kuwa as simple as hata kutembea dakika 30 uh, mm, so utapata these are some of the things zenye zitatufanya sisi tupate yale magonjwa pale, uh, pale kazini, okay, yeah. Sawa sawa, na nadhani ajali nyingine ni zile za kawaida tu ambazo zinatokea nyumbani. Pengine kama kuna stairs mtu akianguka, eh. Yeah. e, anaweza kusaidika kama vile. Sasa turudi, manake kuna wakati ilikuwa tumesema iwapo mtu atakuwa ameanguka. Mm. na hii pia nadhani itakuwa inaweza kufanyika hapa ofisini ama katika maeneo mm, mengine. Ulikuwa umetueleza kwamba utatufunza vipi mtu anaweza ku dhibiti mm, uh, lile jeraha la mtu kuvunjika. Nadhani wakati ndio sasa. Mm. Asante. Uh -huh. Na mtamuuliza mwenzangu Bwana Sami. Asante. Aketi tu hapa. Okay. Na uh, kitu cha muhimu vilevile naweza kuongezea ni kwamba kuna vitu ambavyo tunafaa kuwa navyo nyumbani kama first aid kit box. Ni muhimu sana watu wa kuwe na first aid box kwa nyumba mm -hmm. Na hata kama hauna hivyo vitu unaweza kuimprovise, na mmojawapo ni kama splint. Splint ni mbao tu, hata kama unaona hii hii ni mbao ambayo tumetumia na tumefunga na bandage, ili iweze kumsaidia mwenzetu ambaye amejeruhiwa. Katika vifaa vyako kuna first aid box hiyo, yeah. nadhani baadaye utakuja hapa utuonyeshe ni vitu gani ambavyo viko pale ndani mm. na umuhimu wake wa mtu kuwa nayo nyumba. Eh, asante. So kama ni saa kama hii, na bado ako na saa, tutatoa tutamsaidia, tuitoe na tutaweza kuiweka vizuri, maana huwa tunafunza pia vitu vya mjeruhiwa um, tuweke vizuri Haya, tulikuwa tunasema kuassess, tunaweza angalia hii mkono hivi mm. na yeye mwenyewe utamuuliza, ni wapi unasikia uchungu? Hebu mm. niguzie vizuri, ni wapi unasikia uchungu? Okay, hapo <laughs> uh -huh. so unafanya tu ile assessment yako ah. na utaona vizuri tu vile ana respond. So unahakikisha kama ni moja au ni mbili, na hii, unasikia chochote mm -mm. Uh -huh. kwa hivyo shida iko hapa Haya, unapoguza umesikia vizuri kwamba kuna ile tunaweza ita closed fracture. Kwa hivyo utachukua splint yako na utajaribu kumesha vizuri, uone hiyo splint iko vipi. Utamwambia shikilia hapa nisaidie. Kwa hivyo tushafanya DR ABC kila kitu, sasa hapa ni kurespond kwa hii uh, jiraha ambalo ni la kuvunjika mkono. Uh, unachukua bandage zako zile ambazo umejipanga nazo na kama una tumesema una improvise. Kwa hivyo tunahitaji ku caution hapa kwa joints. Tu caution hapo kwa joints. Um, uzuri ya hii hata unaweza chukua material safi pale nyumbani uka improvise hizi mm-hmm. Ni vitu hata unaweza kujitengezea na ujiwekee tu vizuri, kama uwezi ku afford first aid kit box. Haya, hmm. Kisha utachukua hii, sasa kuna aina kadhaa za bandages. Aina kadhaa za bandages. Sasa kama hii tunaita roller bandage ambayo itakusaidia sasa kusekiwa mkono. Um, so inakusaidia usifunge, usikaze sana, maana hatutaki kuzuia ile tunaita circulation ya damu mm. Kwa hivyo utaifanya inawa. Uh, nasikia kile nafanya mm. Fanya hivi, e, kwa hivyo lazima tuhakikishe kwamba, uh, sensory motor function yake iko sawa uh, kunazo hizi sharp objects kama unaweza zi avoid ni sawa. Sasa ya mwisho una secure hapa endelea yeah, kusupport hapa mkono, usichoke, ameumia huyo. <laughs> Sasa unajua, unafaa pia una involve cash katika management yake mm -hmm. ili asije hata akapoteza kwa mfano fahamu. mm -hmm. unapoendelea na yeye so mm -hmm. unamengage tu mm -hmm. Sasa jambo la mwisho ni awezi enda hivi, sasa tulazima tumweke ile tunaita sling mm -hmm. so tunaita sling na hizi ni taratibu ambazo ukija kwa training unaonyeshwa step by step jinsi ya kuifanya. So unaona ile kutoka pad sasa ni bandage hmm. So hii ni kubwa vizuri. Sasa ndio tunataka to secure mkono, kwa hivyo nitaiweka hapo, nipumzishe hapo, kisha niilete upande huu hapa nyuma mm. E, sasa naifungia hapa nyuma. Kitambo tulikuwa tunasisitiza uweke kitu tunaita reef knot. kwa hivyo kama ujui reef knot usisumbuke sana hiyo mm. Okay. So, nahakikisha iko sawa na hiyo, unakunja hivyo ndio unaweza kuitak hapo ndani sasa ndio ikuwe stable kabisa. Namalizia na step ya mwisho ambaye huwa tunaweka kitu inaitwa, katika somo la huduma ya kwanza tunaita swath, ndio iweze kusupport hiyo mkono wake kabisa vizuri. s So, ntamuuliza hivi kidogo, kisha nitaiweka hapo na nitaipitisha hapa chini ili nifungia hapa. Sasa hata akishindwa kusupport na mkono wake mm-hmm. Hii isha support tayari. So hii ni kwa mkono na kwa mguu. Procedure haiko mbali vile vile hata kwa mguu, okay. So unaweza kuona huwa tunasema ukamilishe kila kitu ikuwe sawa. mm -hmm. Sasa ambulance ile tuliita wakati tulikuwa tunaeleza mambo ya kuita ambulance mm -hmm. Hata wakifika watapata mtu ashashughulikiwa tayari, sasa wataendelea kutoka hapo sawa. Tukija katika hilo swala la ambulance, kuna maswali mengi mm. <laughs> watu wanauliza mm. Iwapo nimeitisha usaidizi wa ambulance, je, ni mimi nitasimamia hiyo gharama ama ni nani? Inategemea shirika la ambulance litaweza kufanya ile tunaita assessment na kuona kama unaweza kulipia na kama huwezi kulipia. mm -hmm. Lakini mimi kama ule tunaita good samaritan, kama ni mimi nimewaitia ambulance, wakati mwingine si mimi nitalipishwa, ni mwenye ambaye anapata hiyo huduma. Sasa huyo mwenye huduma ndo pengine hana pesa, ndo anauliza yeye ndo atalipishwa ama itakuwa namna gani? Hauwezi kufuatwa wewe uliyepiga simu. mm. Kumbuka wewe ni good samaritan. mm. Wewe ulijitolea ukaona mtu ameumia ukajua kunahitajika ambulensi na ukapiga simu, wakaja. Uhum. kwa hivyo kama hawezi kulipia. Uhum. mashirika haya yako na kitu tunaita corporate social responsibility. Uhum. kwa hakika kama hawezi lipa ni ukweli, hawezi lipa hata ufanye nini, hawezi lipa mm. Baibu, kwa hivyo yes, inaenda mm. kwa sawa sawa. Alafu kuna, kuna swala lingine ambalo watu wanafanya, nafikiri kwa haraka haraka mm. Unapata pengine mtoto ameumia, amevunjika mkono, hapeleki hospitali mm. Anawekwa kibao kama kile na ndo anakaa nacho, akimaliza anapelekwa mm. mahali anaenda, na fungwa tena na kandwa na kandwa, anarudishwa. Kuna hatari yoyote ama ni sawa vile mtu kuendelea vile? Hiyo ni hatari, maana huwa tunasema jiraha lolote ambalo limetendeka iwe nyumbani iwe ofisini, na katika mtazamo wako unaona hili jeraha ni serious mm, ni lazima apelekwe hospitalini. Kwa hivyo mambo ya kukanda na maji moto mm, ama kutumia zile vitu vingine huwa tunatumia nyumbani mafuta mm, mtu anakandwa akimaliza naye kwa hiyo mbao, mtoto anakaa, lakini wengine mm, wanapona ama kuna madhara ya baadaye, huenda ikawa hata ule mfupa ndani umekaa vibaya mm, ama imefinya mshipa fulani pale ndani, kwa hivyo mm hata ukienda hospitalini kitu cha kwanza ni x-ray. Waone okay, ndani kukoaje? sawa sawa, yeah. Kwa hivyo hiyo tuitumie tu kama huduma ya kwanza Yoni, lakini, lakini tuhakikishe kwamba tunakwenda hospitali. Hospital. sawa sawa, mtazamaji, tunapumzika tena kidogo tupate matangazo, lakini tutakaporejea tutazifungua laini zetu za simu ambapo unaweza kuzungumza nasi moja kwa moja kupitia nambari ambazo ni 0719777777 0719777777 Unaweza kupiga simu ama iwapo utaki kupiga simu, zungumza nasi tu kwenye nambari zetu za harafa ambazo ni 22422 kwa sababu leo hii tunataka tuangazie kwa kina huduma za dharura, na nataka tukimaliza, angalau umejifunza mawili matatu ambayo yatakuwa yanakusaidia kufanya huduma za dharura pale ambapo itakuwa zinahitajika. Usende mbali, Jukwaa la Afya linarejea mdoso kwa usokwa mrefu.